Naitwa Bibi Konrada Bl Mwanawalifo Mwagama, ni mjane na nina miaka zaidi ya themanini, baada ya miaka mingi kuacha kazi ya ukunga. Hivi sasa naimba kwaya kanisani na kwa nafundisha na watoto mafundisho na ya dini ya Kikristo shuleni. Naomba Rais mama yangu Samia, Jaji mkuu wa Tanzania, waziri wa ardhi, mkuu wa usalama taifa, mkuu wa jeshi la polisi, raisi na wanasheria wa Tanganyika, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, na chama cha wanasheria wana, wana wanawake wa Tanzania. Niendelee. Jaji mkuu wa Tanzania. Hapa narejea barua yako ya tarehe 29 Julai 2024. Kumbukumbu namba EB 53 mkato 64 mkato 01L mkato 134 tarehe ishirini na mbili Julai ishirini na nne baada ya kuomba msaada kupata ufafanuzi wa kanuni taratibu na sheria na kushukuru, zilipita siku saba tu ulijibu barua yangu na kunishauri kwenda TLS na taula kwa sababu kwa nafasi yako huwezi kutoa msaada huo nilio uhitaji kwako. Ukweli, nilifanya hivyo tarehe tano Septemba 2024 4 niliandika barua kwa TLS TLHC na taula, na ilipofika tarehe 25 Oktoba 2024 ih, nikawakumbusha tena. Ninao ushahidi wa kutosha kutaka katika hukumu ya mahakama ya Kisutu pamoja na mahakama ya Kisutu kupewa taarifa ya kifo cha mtu ambaye alikufa miaka miwili kabla ya kufunguliwa kesi mahakamani, bado marehemu alitiwa hatiani na kuhukumiwa. Kwa uchungu mkubwa sana, najiuliza mahakama ma ma ma zetu zinakifunza nini kizazi cha Watanzania na kinakipeleka wapi? Kweli mahakama zinafiki katika maisha ya kumtia marehemu hatiani na kumhukumu, ili kuhalalisha kupola mali zake kutoka kwa warithi wake. na amini kumshtaki marehemu na kumhukumu ili kupora mali zake baki ya kuwa ni lana ni ukatili uliopitiliza tena, uchulo mkubwa sana kwa aliyefungua kesi mahakamani, mawakili wao, hakimu aliyomtia hatiani, pamoja na vizazi vyao. Ndugu jaji mkuu, baki ya hukumu ya namna hii kuhalalisha mateso makubwa kiakili, ukatili mkubwa kwetu wanafamilia tulio hai na uporaji wa mali halali walizochuma marehemu mume wangu na wenzake wakati wa uhai wao, na amini hukumu iliyotolewa mahakama ya Kisutu kuendelea kubaki katika kumbukumbu ya mahakama za Tanzania kutachafua na kutia doa kubwa sana katika historia ya uongozi wako. Kama hakuna sheria Tanzania inayoruhusu mahakama kumtia hatiani marehemu kumhukumu, naomba ichukue nafasi ya kuifuta hukumu hii katika kumbukumbu za mahakama ya Tanzania. Waziri wa ardhi na kushukuru kwa ushirikiano mkubwa niliopata katika wizara ya ardhi hasa kwa katibu mkuu wa waziri wa ardhi hapa narejea barua ya wito kutoka wizara ya ardhi ya tarehe ishirini na saba mwezi Juni ishirini ishirini na nne kumbukumbu namba LD LD kumi na mbili sitini na mbili sitini na nne mkato 44 katika kikao tulichokaa na katibu mkuu wa waziri wa ardhi tarehe nane Julai ishirini ishii na nne na tarehe kumi na sita Julai ishirini ishii na nne baada ya kutoka kumwona waziri wa ardhi bungeni pamoja na wito wa wizara ya ardhi kuwataka watu waliofungua kesi dhidi ya marehemu mume wangu na wenzake kuja na nyaraka zao zote kuthibitisha uhalali wao wa kumiliki viwanja namba mia nane sabini mia nane sabini na moja mia nane sabini na mbili huko, huko Mtoni Kijichi, zaidi ya hukumu iliyotolewa mahakama ya Kisutu ambayo ndiyo msingi wa marehemu mume wangu na wenzake kupolwa viwanja hivyo, hawakuwa na, hawakuwa na hawana nyaraka nyingine yoyote ile ya kupolwa viwanja hivyo hawakuwa na hawana nyaraka nyingine yoyote ya kuthibitisha wao ni wamiliki halali wa viwanja hivyo. Naomba waziri wa ardhi inisaidie kuwakamata na kuwafikisha waliofungua kesi dhidi ya marehemu mume wangu na wenzake mahakamani kwa kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu. Hii itatoa fundisho wanaotumia mahakama kupora ardhi za wanyonge. Ndugu waziri wa ardhi, naamini dhamana uliopewa na Rais Samia inatoka kwa Mungu Mwenyezi. hivi Mungu Mwenyezi, katika Biblia takatifu, anatuambia usimtese mjane yoyote aliyofiwa na mumewe, wala watoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao watakulilia, watanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga na wake zenu watakuwa wajane na watoto wenu watakuwa yatima. Inatoka katika andiko la Kutoka 22 mstari wa 22 mpaka 24. Rais wa Tanzania, Rais wangu Mama Samia, najua una majukumu mengi nami nakuja mbele zako kama mzazi na mama pekee niliyobaki na watoto, baada ya Mungu Mwenyezi kuwachukua wazazi wenzangu wote. Katika upweke na unyonge huu, naomba tazama uovu huu unaofanywa na mahakama zetu, ili kunyanyasa wajane na yatima, hata kuhalalisha uporaji wa mali zao na urithi Ntaenda kuambia nini wenzangu walionitangulia kwa hii mali tulioipigania wote pamoja? Ukiacha kuandika barua nyingi kwako kwako na katibu wako, naomba niseme pamoja na uzee huu niliokuwa nao, mara kwa mara nimekuwa na kuja kwa miguu yangu Ikulu Dar es Salaam kulalamikia uovu huu uliofanywa na mahakama ya Kisutu. Natamani sana kukuona na kuongea na wewe ana kwa ana, rais wangu Mama Samia. Kwa kuwa ushahidi uliotolewa na Wizara ya Ardhi tarehe 25 mwezi Mei 2018 mahakamani ulithibitisha, baada ya mahakama ya Kisutu kutoa hukumu ya kutengua upimaji wa viwanja 870, 871, 872 huko Mtono Kijichi, viwanja hivyo hivi sasa vipo katika jina la Mheshimiwa Rais. Ninao ushahidi wote unaothibitisha viwanja hivyo bado ni halali yetu toka tuliponunua mashamba mpaka tuliposajili hati ya ardhi 3305 na watu wengi wa Mtoni Kijichi wanajua tumedhulumiwa viwanja hivyo. Hivi naomba utazame kwa macho ya huruma na kurudish, kuturudishia viwanja hivyo kwa familia hizo zilizopolwa, tuendelee kuviendeleza pale tulipoishia na kurudishiwa nyumba ambayo alimalizia mmoja wa waliofungua kesi mahakama ya kisutu hivi sasa inaishi familia ya hiyo nitashukuru sana kama watu wa vyombo vya habari watanisaidia kufikisha kilio changu na ombi langu kwako mungu unisaidie mimi ni mjane nateseka nahangaika sana kilio changu naomba ukipokee mama samia na watanzania wote wanisikie ninavyolalamika katika kilio changu. Asante.